Aaah, najisikia mwenye furaha sana. Kwa msingi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata hiki zawadi ambayo nisiyoitegemea kuipata, kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Kulikuwa na ugumu kweli. Sababu sio ni mtu ambaye akumwendea tu kumbeza beza, hapana, sababu amecheza maligi ambayo aina mbalimbali kwyo ana experience kubwa sana kuliko hata mimi ambao tunaokuja huko chini. Kwa hiyo cha msingi naweza perform katika nafasi yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu mm. yeah. watasema haukuanza vizuri lakini baadaye ulirudi na ukatekeleza kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Nini ilikuwa changamoto ya kuto kuanza vizuri? wakati mchezo unaanza, nadhani kuna mipira kadhaa hivi ilikuwa kianikichukua, inanitoka ina, ina, ina, kama mipira miwili hivi, kwa hiyo baadaye baada ya kurudi kipindi cha pili, naweza nikaanza kwenye recover ile swala, nikaenda kumsikiza kocha na nikarudi kwenye mchezo. Hiyo ya nadhani kwa sababu ya jezi yangu, kwa sababu kisema mashabiki, maana hata sisi nyumbani huwa tukicheza yeye nyumbani, nyumbani mechi nakuga ni ngumu, kwa sababu kutokana na mashabiki wanakuwa na pressure, kwa sababu matokeo au tukiwa bado tujapata matokeo mazuri ambayo tujaongoza, huwa kuna mashabiki ni wengi Kwao hii ni kawaida tu, ni kawaida kuwa na, ma ma na, na, na mashabiki kama mashabiki wengi kama hivi kwao sio mara mara kwanza kucheza kwenye mashabiki kama hivi. Kwa haraka haraka si dai umepokea kiasi gani? Ah, eh, ni ni kidogo. ni Ni kidogo. Ni nyingi. Ni nyingi. nyingi, Yaani Yaani kameramani mnapata lakini <coughs> lakini mic hapa. hapa siwezi kujua. Eh, lakini ni pesa nyingi sana hiyo. <coughs> ameprint jezi? Nadhani hiyo kama ni bahati, sababu unajua kuna baadhi wengine kuna wachezaji ambao wengine hawakucheza leo hey. Kuna baadhi wengine wachezaji walichapisha ile, kwa hiyo unaongea eh, leo maana pekee yangu nilikuwa nimechapisha hey. Jina. Kwa hiyo nadhani ndio ilikuwa bahati yangu. Nadhani namshukuru Mwenyezi Mungu sababu na bahati siku zote nakuja mda wote. Na kweli kabisa nimeokota kweli. Alhamdulillah. M m m